Embu tusikilizane hapa. Naelewa kwa nini unashindwa kusema neno hapana, naelewa kwa nini unashindwa kusema I cannot do this. kuna sababu kibao ambazo zinaweza zikakufanya wewe usiweze kusema I cannot do this, siwezi kufanya jambo hili katika mahusiano ya kimapenzi, katika mahusiano ya ndoa, na katika mahusiano yoyote yale. Sababu ya kwanza ambayo ni very very great, ambayo ni kubwa zaidi, unaogopa kukataliwa, unaogopa kuachwa. Unaona mm, nikikataa hapa, nikikataa kwenda geto, nikikataa kutoa hela, nikikataa kufanya kitu fulani, ah, ataniacha, ataenda kwa mwingine. Hilo ndilo tatizo lako. Sababu ya pili, hujui namna ya kukataa, hujui namna ya kuweka mipaka. Sababu ya tatu, haujalelewa katika misingi ya kusema no, hujalelewa katika misingi ya msimamo ya kusema I cannot do this due to this to. Lakini nataka nikueleze leo, mahusiano ya afya hayajengwi kwa kukakimia, hayajengwi kwa kuwekeana maguvu ya kihisia, hayajengwi kwa kusema ndio, kwa kila jambo. Ukijikuta huko katika mahusiano haya, wewe utakuwa ni mtu ambaye huishi kusema nimemchoka huyu kiumbe, na leo siko katika modi. Katika video hii ya leo, tuna dive. Direct katika sanaa ya kusema hapana, yaani leo tunajifunza namna ya kuweka mipaka ya nguvu, kwa sababu kujilinda dhidi ya matakwa ya kibinafsi siyo kosa, hapana. Eti kwa mfano mtu anakuambia ughairishe mipango yako, programu zako, eti uatendi shughuli yake au uende kwake, alafu ukasema no. Anyways, ukianza kujipa kipaumbele katika maisha yako, mahitaji yako, kausingizi kako, amani yako na hata mahitaji yako binafsi, I say, ndugu yangu, mahusiano yako yatabadilika kwa kiasi kikubwa sana na inawezi, ikapelekea mahusiano yako kuvunjika, kwa sababu tayari wewe unaweka mipaka. Lakini kama mahusiano yako hayatovunjika, yatakuwa ya heshima, yatakuwa ya thamani, lakini yatakuwa ni mahusiano ya kufikia malengo, kabla hujazeeshwa, kabla hujachakamze, kabla hujapigwa vibomu mpaka basi. Kwa hiyo, kamata notebook yako na kalamu, jiandae kuvunja uskule na kutengeneza mahusiano yaliyokuwa ni ya hekima na thamani. Kabla ya kwenda katika main body ya video hii, hemu tujue namna gani wanaweza wakakufanya wewe ukawa mskule? Ni triki gani wanazitumia kukufanya wewe usiseme no? Triki ya kwanza, anacheza karata za hisia, emotional blackmail. Hapa ndipo shemeji anapojifanya atapasuka moyo kama utasema no, anajifanya kanuna eti na anajikutaga na visentensi fulani hivi vya kukutega. Mfano, kama ungekuwa unajali ungekuwa ushafanya, ungekuwa ushanipa hiyo hela, au ungekuwa ushakuja hiyo hmm, ni sentensi ya kukutega anataka ufil kwamba umekosea kusema no, uingie king uende geto au utoe hiyo hela. Triki ya pili wanakuweka kwenye shida zao. Just imagine, kipenzi anakualika katika shughuli ya familia yake, familia ambayo unaijua fika, familia yenye full of drama, familia ambayo ina mibishano kila wakati, familia ambayo ina mashindano ya kuvaa, familia ambayo ina mashindano nani atalewa sana leo. Mwisho wa siku unasema, kwa kweli I am sorry, I won't attend that Event. Kwa kweli kwa ninavyojua familia yako, nahisi tutakosana, naomba nisifike leo. Mara nyingi kipenzi hata kuacha bure atakutupia phrase kama ah, basi tu kama utaki acha, lakini ile ni family event ambayo lazima uatendi na wewe, kama utotaka ni kwa sababu unipendi, itakuwa pengine hauna eh, hauna mapenzi na ndugu zangu. Kwa hiyo wanataka uonekane kutoenda katika ile eventi, umekosea, umeikosea dunia nzima. Wanakuweka katika tabu zao na shida zao, tena anaweza akaenda mbali zaidi akakwambia kwamba usipokuwepo utatengeneza matatizo. Zizo mengine kwamba ionekane wewe kutokwenda ni wewe ndiye unayetengeneza migogoro. Triki namba tatu, hii ni mtego wa wivu. Najua hujanielewa, utanielewa. Anapokuita geto au akakuomba hela ukamnyima au ukasema no, siji geto, anaanza kuona kama uko na mwingine. Anakuambia naona uko na mwingine, ndo maana umekataa kuja geto, ndo maana umekataa kunipa hiyo hela, unampa mtu mwingine. Anafanya kila mbinu uonekane una cheat. anafanya kila mbinu uonekane eee, kusema no wewe unatembea na mtu mwingine, ili nafsi yako ilainike, kwa sababu unampenda, uende geto au uitoe hela. Sasa nataka nikwambie, usije ukakaa ukapane, usije ukakaa ukastuka, ni mtego huo. Triki ya nne, kukaa kimya maksudi kali huko, kwa wenzetu wanaita silent treatment. Shemegi hajapata anachokitaka ghafla, anatulia bu kama redio ambayo haina betri, hasemi wala hajibu, hapigi simu wala hateksti, yaani yuko silent, yuko anakodoa tu macho, anakuangalia. Hii tunaita vita ya kisaikolojia ya. Ndugu yangu, anacheza na wewe, usiogope kimya chake ila utapona. Hali hii nini ufanye? Kuwa mvumilivu, tulia kabisa, kwa sababu hakuna kosa umelifanya ila. Unaweza ukamwambia pia, naona hatuzungumzi kwa muda mrefu, nahisi unahitaji muda wa kukaa na kutulia na kufikiria. Kama utahitaji kuzungumza, nipo kwa ajili yako. Utanipigia simu au nitakuja kwa ajili ya kuzungumza. Hii inaonyesha kwamba uko tayari kuzungumza, uko tayari eh, kwa ajili ya mazungumzo ya kinagaubaga lakini hauko tayari kufanya anachokitaka. Trick namba tano. Umebadilika siku hizi, anakulaumu kwa kuweka mipaka, anaona alichokuwa anakipata zamani Saizi changed utamsikia siku hizi umebadilika kabisa. Nikikupigia simu eh, unakuwa unapita kushoto na kulia, lakini nikikuita hauji, nikikuomba hela ya kusuka unakuwa haunipi, unakuwa unanizungusha zungusha. Hiyo sio kwamba umebadilika, ni signo ya moja kwa moja kwamba umeanza kuweka mipaka na unatoa huduma kwa mahesabu, unaangalia mbali. Mwisho wa siku, usikubali kuingizwa mkenge ati kama unanipenda prove it. nionyeshe hapa, sio mahakamani. Maisha ni yako na mipaka ni ngao yako. Sasa utawekaje mipaka? Here we go. Jambo la kwanza, tumia kauli yenye umimi ndani yake, jibinafsishe hisia zako. Nikupe mfano, unaposema wewe kila wakati unanifanyia hivi, wewe kila wakati unanitaita kwako, wewe kila wakati unanisumbua sumbua, hii inaonekana unamlaumu, inaonekana ni kama unamtengenezea kesi kwenye dawati la jinsia, na hiyo sio vibe ya kutengeneza uhusiano. Lakini unaweza ukajibinafsisha hisia zako kwa kusema ninajaribu kulinda muda, ninajaribu kulinda hisia zangu, na ninajaribu kulinda thamani yangu. Kwa hiyo hili unalolisema naweza nisiwepo. Unajaribu kujibinafsisha hisia zako katika kuonyesha no. Jambo la pili la kufanya usijikanyage kanyage, kanyage, na maanisha nyooka, unapokuwa unasema no. Hapa panakuaga pagumu kwa kina dada na akina mama, kwa sababu wanakuaga na elements za aibu, na hasa wakisha fall in love. Unapoweka mipaka usifanye kama mchezo wa ukuti, kama unaujua mchezo wa ukuti, wewe ni legend, umeenda edgy. Usizunguke na kuzunguka, sema kilichopo, kwamba bwana sitafika kwa sababu hii na hii tena, finish. Kuweka mipaka katika njia hiyo si lazima uongee kwa sauti na si lazima uwe mkali kama simba. tumia lugha ya chanya na usimwambie kwa ujeuri, tumia lugha ya utulivu. Kwa mfano, unaweza ukasema siwezi kufika katika tukio hilo weekend hii, siwezi kufika kwako kwa weekend hii, kwa sababu nina shughuli kazini za kuweza ku accomplish nilibakisha vipolo. Au, unaweza ukasema siwezi kukupatia pesa hiyo kwa kipindi hiki, utaniwia radhi kwa sababu kuna madeni madini ambayo inabidi niyamalize, lakini pia nina mipango fulani ambayo ninabidi nitimize. Jambo la tatu ambalo inabidi kulifanya, usipige magoti anapoigiza kununa, anapoigiza kupasuka akinuna anune, akipasuka apasuke, akisema tuachane don't Turn your no into yes. Muache aende, usiombe msamaha ili hali ulishaweka mipaka. Utapofanya hivyo, utaonekana mwepesi, utaonekana mdhaifu, utaonekana kama mtoto ambaye anadanganywa kwa pipi. Unapoweka mipaka ukaishikilia kwa uthabiti zaidi, lazima shemeji atakuelewa nini unapenda na nini haupendi, nini unaweza kufanya na nini hauwezi kufanya. Ila kumbuka, ni kama simu yako inavyopata notification za updates. hivyo hivyo, hata mapenzi yako yanahitaji updates ya mipaka yako. Kuna signs fulani, kuna alama fulani ambazo utaona kwamba hapa mipaka imelegea ina Itabidi, sasa ni kazi zaidi. Chunga na linda mipaka yako. Ukilegeza tu, utashushwa thamani, utashushwa heshima, utatumika, utapigika. Mwisho wa siku, utajikuta wewe ni mtu wa stress, utajikuta wewe ni mtu wa kuzeeka, utajikuta ni mtu wewe ambaye mpaka unakuja kuolewa au kupata mtu mwingine unakuwa ushachakaa kinomanoma. Ni mimi Ustadh Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.